Naam, mtazamaji wa Faruku Online TV, huu ni muhitimisho wa ziara ya mwenyekiti wa Chipukizi kwa mkoa huu wa Mtwara Fildausi Mohamed Abdallah, ambapo ziara hii alianza rasmi tarehe saba ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2025 alipoanzia kule wilaya ya Nanyumbu, kisha wilaya Masasi, hatimaye akawasili pale wilaya ya Newala Tanda Himba Mtwara vijijini na hatimaye amemaliza kwa wilaya hii ya Mtwara mjini. Kwenye ziara hii, mwenyekiti huyu amezungumza na chipukizi wa wilaya zote sita, lakini pia amewasihi wanafunzi ambao pia waweze kuripoti shule pindi shule pia zitakapokuwa zimefunguliwa rasmi wiki ijayo. Sambamba na hilo pia mwenyekiti huyo ametuma nafasi hiyo kuweza kugawa vifaa vya shule ili viweze kuwawezesha wanafunzi hawa ili viweze kurahisisha wanafunzi hawa kwenda kuvitumia pindi shule hizi zitakapokuwa zimefunguliwa. Lakini hapa anahitimisha kwa kuzungumza na chipukizi nini ambacho anapaswa kukifanya mara baada ya kuhitimisha ziara yake. Naitwa Fildaus Mohamed Abdallah, ndiye mwenyekiti wa chipukizi mkoa wa Mtwara. Leo nimehitimisha ziara yangu kwa chipukizi wenzangu, nimepita wilaya zote sita za Mtwara na kuwasalimia chipukizi wenzangu na kuwasaidia vifaa vya shule na pia nimewasihi kaka zetu dada zetu na familia zetu waweze kulinda amani kwa ajili yetu sisi watoto, tuweze kusoma na pia tuweze kwenda shule na tuweze kutimisha mambo yetu mbalimbali. Pia napenda kumshukuru dr Samia Suluhu Hassan kwa kulinda amani, upendo na mshikamano katika taifa letu la Tanzania. Pia namwombea kwa Mwenyezi Mungu amlinde na amweke na mpe afya njema. Amina. Napenda sana kuasisitiza watoto wenzangu huu mkoa wa Mtwara na kama Tanzania wote mnaniangalia, napenda kuasisitiza muende shule na mkasome. Shule inafunguliwa Jumanne tarehe kumi na tatu 2026. pia nime hakikisha mkoa mzima wilaya zote za Mtwara, nimegawa vifaa vya shule ili watoto wenzangu waweze kwenda shule kama mimi ninavyoenda shule. Kwa hiyo, asanteni. Jina langu naitwa Geoffrey Douglas Raisi, ni mjumbe wa chipukizi wa mkutano mkuu taifa. Leo ndo siku ambayo tunamaliza ziara yetu ya mwenyekiti wa, wa chipukizi mkoa ndugu Fildausi Mohamed Abdallah almaarufu mtoto mudirei tupo hapa mbele yenu kama watoto wenzetu, sana kutoa wito kwa wazazi wetu kuhusu masuala ya kusoma, na tumehimiza sana kuhusu masuala mzima ya amani. Tunajua kwamba sasa hivi nchi yetu hapo watu wanaotuchafulia sifa ya nchi kwa kutoa maneno yanayotoa uchochezi wa amani kwao. Tupo hapa mbele yenu kuwahimiza watoto wenzetu ambao mko huko kuhusu swala zima la amani, kwa sababu bila amani hatuwezi kusoma, hatuwezi kucheza, na tutaweza kupata ule uhuru wa kufanya mambo yetu kama watoto. Asanteni sana. Jina langu ni Abdulaziz Mwedini Kambunga, ni mwenyekiti wa Chipukizi wa Wilaya ya Mtwara mjini. Ah, niseme niko wapi kupokea mwenyekiti wa Chipukizi wa mkoa huu wa Mtwara ambaye leo amewagawia Chipukizi wa Wilaya ya Mtwara mjini vifaa vya shule kwa ajili ya kujianza tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kuelekea mashuleni. Ah, niseme mwenyekiti wangu amfanya jambo la kuiga la kupendeza kwa kuitembelea mkoa wake kwa kufanya ziara hii ya kutembelea maeneo mbalimbali katika mkoa wake, katika wilaya zote sita, na ikiwa katika wilaya yangu mimi kama mwenyekiti wa Chipukizi imekuwa ni mwisho. Um, amtembelea vituo mbalimbali ambavyo vinahusika na kulelea watoto yatima na walipo katika mazingira magumu, mfano pale kituone GT na Pentecost. Baada ya kusema hayo, niseme na watakieni maandalizi mema ya shule. Majina naitwa Dorcas Aidan Chipande ni mwenyekiti wa Chipukizi kata ya Tandaimba. Ninasoma kidato cha pili shule ya sekondari na Ndonde iliyoko wilaya ya Tandaimba. Leo tumetembelewa na mwenyekiti wa Chipukizi mkoa. Mimi kwa upande wangu ninajisikia vizuri na najisikia faraja kumwona, pia ametuletea zawadi ya madaftari. Yani, zawadi ya vitu vya shule kwa upande wangu mimi imenisaidia kwa ukubwa sana, kwa sababu nilikuwa sijamaliza vitu vyangu vya shule, nimemaliza. Namshukuru sana. Kwa majina, naitwa Malila Yusuf Malila, ni mwenyekiti chipukizi wa katana puta, nasoma kidato cha tatu, na leo tupo kwenye mkutano wetu. Nimepokea mwenyekiti chipukizi wa mkoa na ametupa zawadi ya madaftari en lula kalamu na sisi tumepokea na naahidi tutasoma kwa bidii ili, ili kulinda nchi yetu, tujitahidi tusome kwa bidii, kwa sababu siku hizi fursa zimejaa nyingi sana. Tumekwisha fika tamati juu ya taarifa hii ya mwenyekiti wa chipukizi kwa mkoa huu wa Mtwara Fildausi Muhamedi Abdallah. Mimi mi ziada naitwa ada na ito Farook Online TV, bye bye.